Nataka ufikirie matokeo unayopata sasa hivi, kisha ufikirie ni wapi ungependa kufikia katika upande wa fedha, yaani kile ambacho umelenga kukipata. Unajua watu wengi hawaielewi vizuri saikolojia ya fedha, na ndiyo maana ni watu wachache sana wanaofanikiwa kuwa na fedha nyingi. Asilimia tatu tu ya watu wote duniani huwa wanapata takriban asilimia 97 ya fedha zote. Kwa miaka mingi nimekuwa nikiteseka nikifikiria kwamba njia pekee ya kupata pesa ni kufanya kazi kwa bidii, lakini baadaye nilikuja kugundua si kweli kwamba bidii yako ndiyo itakufanya uwe tajiri. Napoleon Hill aliwahi kusema, kama unaamini kwamba kufanya kazi kwa bidii na kuwa mwaminifu peke yake ndiyo kutakuletea utajiri, basi acha kabisa kufikiria hivyo, kwa sababu sio kweli. Napoleon Hill aliendelea akasema watu hawatajiriki kwa sababu wanafanya kazi kwa bidii sana.